Kusaidia , lakini pia kuna watu ambao wanakuwa na changamoto za mifupa. Kuna watu wengi sana leo hii wanaugulia shida za mgongo pingili za uti wa mgongo zimesagika, anapata maumivu makali sana ya mgongo, maumivu makali ya kiuno. Kuna wengi sana ambao wamepata tatizo la upungufu wa ute ute ama synovial fluid katika maungio, yani ule ute-ute unaweza kaa umeisha kabisa, mpaka inafika hatua viungo vinashindwa kumuvu vish, kama ni magoti yanashindwa kujikunja. Kwa sababu ili mwanadamu aweze kutembea aweze kufanya shughuli zake vizuri, lazima awe na ute-ute katika maungio yake yote, na hiyo ndo inasababisha viungo viweze kwenda vizuri na aweze kuwa imara. Sasa, kutokana na changamoto za vyakula tunavyokula, tupate virutubisho bora ambavyo vinaenda kuongeza huu uteute kwa kasi ama kwa kiwango kinachohitajika, inapelekea watu tunakuwa na udhaifu na, na, na kuanza kupata changamoto kadha wa kadha katika maungio na mifupa. Lakini pia uteute unapoisha kinachofuata pale ni cartilage zinasagika, ile mifupa milaini inasagika na mwisho wa siku mtu anapata maumivu makali sana ya viungo na anaweza akafika hatua kabisa, anashindwa kufanya shughuli zake. Lakini pia kuna magonjwa kama arthritis ambayo yanakuwa yanasababishwa na ongezeko la uric acid katika damu. Yuriki asidi inapatikana wapi? Yuriki asidi inapatikana sana katika nyama nyekundu, hasa nyama za zinazotokana na nyama aina ya mbuzi. Nyama ya mbuzi ina yuriki asidi kwa kiwango kikubwa, hivyo mtu anapokula mara kwa mara inaenda kusababisha mkusanyiko wa yuriki asidi nyingi katika damu, lakini pia nyama zingine nyekundu na mkusanyiko wa makemikali mengi katika vyakula anavyovipata na vinywaji anavyopata vinasababisha yuriki asidi inakuwa nyingi katika mwili wa mwanadamu, wakati haitakiwi kuwa nyingi, inatakiwa kuwa kidogo sana, na na inapokuwa nyingi inakimbilia katika katika maungio katika zile lymph node ina. inapo enda pale katika zile lymph node za maungio inaanza kukausha uteute na mwisho wa siku mtu anapata magonjwa kama vile arthritis. Kuna magonjwa kama vile osteoporosis ambayo mtu anaweza kuyapata kutokana na ukosefu wa madini kama vile calcium, protini na virutubisho vingine, lakini pia rheumatism na mengineyo, siwezi nikayataja yote. Hivyo, kwa yoyote ambaye ana changamoto hizo nilizozitaja na zinginezo, anaweza kuwasiliana nasi hapa BF Suma ili tuweze kumsaidia. Kumbuka tupo katika maeneo mbalimbali, tupo Dar es Salaam, tupo Mwanza, tupo Tabora, Singida, Arusha lakini pia tupo Mbeya, tupo Lindi, Mtwara, Morogoro, Tanga na maeneo mengineyo, ili kuweza kupata huduma zetu kuwasiliana nasi.